Kuwa na siku njema ikiwa leo ni tarehe kumi na mbili ya mwezi Mei mwaka 2017. Karibu katika taarifa ya habari mimi ni Herechija. Zaidi ya familia 15 zimepata maafa baada ya nyumba na mali zao kusombwa na mafuriko huko Dovya, kata ya Chamazi Mbagala, katika eneo la Kwamzala jijini Dar es Salaam. Wakazi hao wamejikuta hawana mahali pa kuishi baada ya tukio hilo ambalo limetokea majira ya saa tisa usiku. Taarifa zaidi na Kuluthum Ali. Hili ni eneo la Konsala lilopo ndani ya Dovya kata ya Chamazi Mbagala, ambapo wakazi hawa wamejikuta hawana pahala pa kuishi baada ya makazi yao kusombwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua iliyonyesha usiku wa kuamkia hii leo, na hali ilikuwa hivi huku wengine wakikosa matumaini kabisa ya maisha yao ambapo nyumba nyingine zilikuwa zikining'inia. Kamera ya TBC imeshuhudia baadhi ya waathirika wakiendelea na pirika pirika za kukusanya vitu vyao huku wengine wakishikwa na butwa bila hata kufahamu hatima ya maisha yao. Lakini je, kulikuni? Nyumba yangu bado kidogo tu hapo iliokuwa inaning'inia pale juu. Uh, labda ulivyoathirika hivyo, labda unasemaje, unafikiri kwamba unaweza ukaendelea kukaa hapo? mm. siwezi kuendelea kukaa tena. Kwa hiyo wewe hujaweza kutoa kitu chochote? Mimi sijaweza kitu chochote, yaani hapa nipo, nipo, nipo, ndo maisha naanza upya, na nyumba yetu ondoka na maji. Tukio hili likanifanya nimtafute mwenyekiti wa serikali za mitaa Charles Michael ili aweze kunijuza kilichotokea. kulikuwepo na shimo kubwa zamani walichimba mchanga, sasa kwa hiyo kulikuwepo kama bwawa la maji. Kwa hiyo baada ya kujaa maji, maji yale yalipasua njia, baada ya kupasua njia yalitafuta mwelekeo. Je, kuna maafa yoyote ya kupoteza maisha ya watu? Wananchi wamenusurika. Utafiti mdogo uliofanywa na TBC uligundua kuwa eneo hili lilikuwa ni eneo lenye mkondo wa maji na wananchi kujenga, lakini mkondo huu wa maji ulizidiwa na hatma yake kusababisha mafuriko. Kuhusu mwali TBC Dar es Salaam.